Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel ya Binti Sayuni 50, ambapo wanashia neno la Mungu msasaana um, jinsi Bwana anavyonijalia. Na kama wewe ni mgeni bado hujasubscribe, ninakuomba basi leo ikawa siku yako ambao unasubscribe ili uwe wa kwanza kupata video mpya zinapotoka share na wengine waweze kujifunza kama mimi na wewe tunavyojifunza, like ili uh, and comment ili video iweze kuwa visible kwa watu wengi zaidi waweze kuona, na Mungu akubariki sana. Namshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi nyingine leo kushare na wewe neno la Mungu, na leo napenda kushare neno la Mungu na wewe kutoka kitabu cha Yeremia moja katika kitabu cha Yeremia moja kuna mistari ambayo watu wengi tunaipenda sana, na mstari ambao ninaenda kuzungumzia sasa hivi ni mstari wa tano ambao unasema, kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Haya maneno aliambiwa mtumishi wa Bwana au profeti wa Bwana Yeremia akiwa na umri mdogo tu, inasemekana alikuwa kati ya miaka kumi na Tatu mpaka ishirini, hamna aliye na uhakika, lakini alikuwa ni kijana mdogo. Sasa Yeremia anaambiwa kwamba kabla sijakuumba. Kwa hiyo kuna kitu wa Mungu anakifanya kabla hajatuumba. Nacho hilo jibu unaenda kulipata katika Warumi nane mstari wa thelathini. Inasema kwamba Mungu alitu predestinate. Kwenye Kiingereza ndio imeongea vizuri kuliko Kiswahili, predestinate. Kwenye predestination huwa panakuwa na mambo makubwa mawili. Kuna kuna purpose hapa inatengenezwa, yaani hutengenezwi ili mradi, unatengenezwa kwa kusudi. Jamani, hebu tuangalieni hata hivi vitu vyote tunavyoviona sasa hivi. Geuka mahali ulipo, angalia kila kitu unachokiona kilitengenezwa kwa purpose. Na mara nyingine unapokitumia kitu wrongly, kile kitu kinakuwa akifanyi kile kusudi, unaweza kuona unakiharibu au mwishowe, kwa vile akifanyi kazi inayotakiwa, unaweza ukakitupa. Uongo au kweli? Kwa mfano mimi niangalie tu hapa, pale nilipokaa nyuma yangu hapo, unaona kama kuna maua majani yamepambwa hapo nyuma. Aliyetengeneza wakati atatengeneza, anajua kabisa haya yatakuwa mapambo katika chumba, sindio? Sasa o, uh, uchukue haya uyavae shingoni, ndo unafanya sasa ndio nani yako, ndio nini cheni, watu watakuona chizi una- unaona ndio urembo au ukavaa kichwani, si utaonekana wewe chizi? Sasa kwa sababu hufanyi kile kitu ukifanyii kusudi lake. Umeona? Kwa hiyo mtu yoyote anapotengeneza kitu chochote, hata hii kompyuta ambayo naitumia kurekodia, aliyekuwa anatengeneza, kuna wakati tulikuwa tuwezi kurekodi, lakini wanavyofanya upgrade, wanaona mm -mm, watu wanahitaji kurekodi, hebu tukidhi hilo hitaji. Hilo kusudi kwa kompyuta hii itumiwe kwa kufanya one two three. Hii kompyuta siwezi kufulia, siwezi kuifanya hii ndio washing machine, siwezi kupashia chakula, hii nikaifanya ndio ndio microwave, hmm? Ndio hivyo. Kwa hiyo Mungu vile vile hata sisi alipotuumba akajua, huyu nitamuumba ili afanye. Sasa huyu eh, Yeremia aliumbwa ili awe nani? Awe kuhani wa mataifa, sio kuhani wa ukoo, sio kuhani wa nchi moja, kuhani wa mataifa mbalimbali. Kwao hata sisi, mimi na wewe, mimi naweza kuwa ni mtu tu wa watu kama sasa hivi na subscribe mia nne mia nne thelathini sijui. Sasa nami nataka kuwa wa watu milioni mbili maybe it's not my what God wants for me bado mimi sijapata sija, sija uhakika, lakini yani, what I'm trying to say, tuko watu katika levo mbalimbali mbali na kusudi mbalimbali. Kwa hiyo tusiangalie watu wengine tukataka kuwa kama wao, wakati we are not equipped for that, kwa sababu hapa penye predestination, hapa kabla hujaumbwa, Mungu anapojua wewe kusudi lako ni hili, anahakikisha anaku-equip kabla hata hujazaliwa, umesha kuwa equipped, ili uwe yule yaani Mungu anakuwezesha alafu ana, unazaliwa katika familia ambayo ina uwezo wa kulea kile lile kusudi Mungu aliloliweka ndani yako. Mungu anahakikisha unazaliwa katika nchi ambayo hiyo nchi in, in, in, in, inaweza ikakulea au mfumo wa huo nchi inaweza ikakulea, iko hiyo hilo kusudi la Mungu likaweza kukua. Mungu anahakikisha wakati unaozaliwa ndio wakati lile kusudi lako linapohitajika. Emu wazeni sasa hivi ndo angezaliwa Yohana Mbatizaji, Yesu alishakuja. Yohana Mbatizaji angekuja kufanya nini? Hmm? Au Petro angezaliwa sasa hivi angekuwa mwanafunzi wa Yesu? Yesu alishaondoka. Yeye angekuwaje mwanafunzi wa Yesu? Kwa hiyo kuna vitu vingi hapa ambavyo tunaweza tukajifunza ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa makusudi. Kwa hata wewe, kwa kuzaliwa ulipo, kwa kuwa ulivo, kwa jinsi ulivo ni ili uweze kulifikia kusudi la Mungu. Asa Mungu anafanya utakaso ili tuweze kufikia hilo kusudi eh, hilo kusudi lake. Lakini sasa unakuta sisi ndio ambao tunakuwa vigingi eh. Huyu alivyoambiwa hivyo na Mungu, anasema ah, bwana e, Mungu, Mungu tazama, mimi siwezi kusema, maana mimi ni mtoto, kwa sababu alijua kwamba hii kazi ya kuwa nabii inahitaji kusema, inahitaji kusimama mbele ya watu wakubwa, na mimi ni kijana mdogo, sina, sina, ni, ni nini naitwa experience ya kuongea. Maybe alikuwa na kigugumizi maybe alikuwa ni mpole kuna wengine tu ni wapole hawako comfortable kuongea lakini Bwana Mungu ni wajabu. Mungu haatumiagi wa vile vitu ambavyo we have ambavyo ni very obvious, anatumia vitu ambavyo ni very eh, eh, ambavyo haviko obvious kwa nini? Ili tusijisifu. Kwa mfano yeye angekuwa ni mtu experience hivi angeweza kujua kwa ajili ya experience yangu Mungu amenini nani. Alafu hata kihubiri au hata ki, akitoa aki hiyo prophet, watu wanajua huyu prophet huyu anajua sana, ni kwa sababu ya 1 2 3 na Mungu anataka yeye ndio awe sababu, yeye ndio aliyekuequip. Kwa hiyo embu tusimzuie Mungu anavyotuita tukaanza kutoa visababu visababu vitu. Neno la Bwana akamwambia usiseme mimi ni mtoto maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake na utasema kila neno nitakalokuamuru. Umeona mara nyingine tunabishana na destini zetu tunapishana na destini kwa ajili ya midomo midomo yetu mi siwezi mimi bwana mimi sijui nini nini, nini, nini. Hata kama umwambia Mungu unaweza tu kuwa unajiongelesha ongelesha. Mtu anakwambia we bwana una, una, yani, ungeweza kufanya one two three. ah, mi siwezi mimi hivi unatoa, excuse. Bwana anasema, usiseme hivo kwa sababu, mimi ndio nitakayekusaidia. Umeona? sasa huyu Um, vile vile huwa kunakuwa na hofu. Mungu anapotuita panakuwa na hofu. Kwa Mungu anamwambia usiogope, kwa sababu ya hao mara nyingi tunaogopa kufanya vitu fulani, especially kama ni kusudi. Shetani wanaingizaga hofu. Pakiwa na kusudi la Mungu, shetani lazima kuingizie hofu, kukuonyesha kwamba hutaweza, kukuonyesha kwamba hivo sivo, kukuonyesha mambo fulani fulani hivi yanayoweza kukukwamisha Asiwepo yoyote wa kulizuia kusudi la Mungu. Mungu anasema nipo ni kuokoe tatizo. Kwa nini mara nyingine hatuokolewi katika situesheni mbalimbali? Tuko nje ya kusudi, lakini mahali penye kusudi Mungu anaingilia kati na kutuokoa. Basi namwomba Mungu aweze kutusaidia. Sasa kingine muhimu sana ambacho nataka kukutia moyo wewe ambaye labda unataka kuishi kwenye kusudi la Mungu, Mungu anatuambia Bwana Mungu sio atufichagi anasema leo yani, alikuwa anamwambia huyu nani, anamwambia tazama, leo nimekufanya kuwa mji wa boma. Ukisoma Kiingereza napenda nasema, made you a defense city. Wewe fikiria, defense city, mji wenye boma, yani umezungukwa huko imara, amna mtu anaweza kuingia au kutoka bila ruhusa yako hasa anasema hivi na nimekuweka kuwa kuta ya shaba juu ya nchi yote. Unajua hii nchi eh, nchi <gulitura> Mungu atusaidie tuweze kujua siri iliyoko katika nchi. Unakumbuka wakati Adamu na Eva walipo, walipokosa Mungu akulani kitu kingine, aliilani nchi. Kwa nini Mungu aliilani nchi? Sababu nchi ina, ina, ina, ndio inayo ngaj kusudi ninalo mimi lakini kusudi silinatakiwa lifanikiwe katika nchi walio hai. Sasa kama nchi yaliyo hai inakuzuia wewe mtafanya nini? There's Nothing you can do. Lakini Bwana anasema hivi, nimekuweka juu ya nchi yote alafu juu ya wafalme wa Yuda. Bwana, kuna wafalme katika kila nchi. Usione kuna vitu ambavyo hatufanikiwi. Kila mtu kuna sehemu fulani ya maisha yake ana katika hiyo sehemu ambayo una struggle ni kwa sababu kuna wafalme ambao wana, wanapingana na wewe usifanikiwe katika hiyo, kama ni katika afya, kama ni katika uchumi, kama ni katika ndoa, kama ni katika huduma, kuna wafalme ambao wamekaa. Maana neno Mungu linatuambia tupigani na nyama au damu, tunapigana na, na falme za giza. Sasa hizo falme hizo, Bwana anasema hivi kama unalitumikia kusudi kwenye hiyo area unayo struggle, kama kweli utalitumikia kusudi au, hawataweza kushindana na wewe, kwa sababu Bwana anakuweka wewe kuwa eh, boma kwenye hiyo area. Alafu anasema hivi na juu ya wakuu wake, kwenye English inasema the princess. Princess ni watu wenye hela, yani kuna watu fulani ni wealthy tu, yani unaweza ukakuta una struggle sai, una huduma ile huduma ina struggle financially, kwa sababu ya hawa princes wanazuia lakini Mungu anataka uwe juu yao. Unaweza kuwa una struggle kwenye maswala, unaumwa, lakini shida sio tu kuumwa, huna hela za matibabu. Namkumbuka yule mama aliyeumwa, aliyetokwa damu mpaka kamaliza hela zote. Mambo yanakuwa kama hayo. Inaweza kuwa hivyo, lakini ni kwa sababu kuna wa princes ambao wana fight with you, kutotaka kusudi la Mungu lisifanyike, na wanajua ili kusudi la Mungu lisifanyike kwenye maisha ya huyu hapa ni kuzuia uchumi wake, ni kupigana naye kiuchumi. Wenyewe wanapigana na wewe kiuchumi, wale wengine wale wafalme wa mwanzo wale wanapigana na wewe katika mamlaka, unakosa mamlaka na mambo mbalimbali, alafu unakuta kuna hii nyingine anakwambia na vile vile juu yake kuna makuhani. Makuhani ni watu ambao wako spiritually hmm, wale wa upande wa pili, yani kuna watu wanawanga, wanafanya uchawi, wanafanya kila njia wewe usiweze kufanya kusudi. Ndio unaweza kukuta hata huduma fulani zinakufa, kwa sababu watu wanafanya uchawi. Watu watu wanakufa hata wa Mungu kwa, kwa uchawi, kwa sababu ya hawa makuhani. Au katika familia panaweza kuwa na makuhani ambao wanasababisha wewe usiweze kufa, kufanikiwa kufikia kusudi la Mungu. Alafu anasema watu wa, wa nchi hii, kuna watu wa nchi bwana, we, umeshawahi kunako. Ukifika mahali watu wanakuambia umeripoti <laughs> umeripoti kama ujaripoti wa wa wa kuna watu wana ndani wana fight with you, na hawa watu wanaweza kuwa maofisini, hawa watu wanaweza kuwa kwenye mtaa, hawa watu wanaweza kuwa kwenye kijiji, kwenye mji. Ni watu ambao hawataki kusudi la Mungu lipate kufanikiwa. Kwa hiyo unaweza ukakuta kuna sheria za hiyo nchi ambayo hao watu wanafuata, au culture za hao watu, au vitu fulani ambavyo hao watu wanafanya vinasababisha wewe kusudi la Mungu alilokuumbia lisiweze kufanyika, lakini Bwana anatuambia kwamba atakufanya wewe kuwa boma juu yako, watashindana na wewe hawataweza, kwa sababu Mungu. Huo mstari wa mwisho unasema, nao watapigana na wewe. Yani, watakaopigana na wewe kwanza, ni nchi itapigana na wewe, wafalme watapigana na wewe, wale maprinses watapigana na wewe, makuhani watapigana na wewe, watu wa nchi watapigana na wewe, lakini Bwana anasema mimi nipo, nitakusaidia lakini hawata kushinda. Uh, anasema hivi hawa watapigana nawe, lakini hawata kushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Tunahitaji Bwana apate kutuokoa na nchi inayoshindana nasi, atuokoe na wafalme wanaoshindana nasi, atuokoe na princesses wanaoshindana nasi, atuokoe Bwana na, na makuhani wanaoshindana nasi, atuokoe Bwana na watu wa nchi wanaoshindana nasi, na ninaamini kabisa this is me naamini hivi tukikubali na kutii na kufanya kazi na Mungu katika kulitimiza kusudi la Mungu Bwana atatuokoa na mabaya yote. Narudi kule kwenye mstari wa, wa, Roma, ruma, wa Rumi nane mstari wa ishirini na nane inasema na kwa kuwa twajua Bwana hufanya, ngoja ni usome huo mstari, na ndio utakuwa mstari wangu wa mwisho, na Mungu ataenda kutufungua tuweze kufanya kazi naye. Neno la Mungu linasema hivi, Warumi nane mstari wa ishirini na nane. Neno la Mungu linasema hivi, nasi twajua. Je, wewe Mungu anaenda kufanya kazi na wewe anasema, na wale wampendao. Sharti ni kumpenda Mungu katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kuna kusudi la Mungu ambalo Mungu amekuita nalo, ambalo ndio kama hili la Yeremia, kuwa mfalme eh, kuwa nabii wa mataifa. Ili kusudi, neno la Mungu linatuambia Bwana hufanya kazi na wao wampendao. Kwa hiyo kama unalo kusudi, fanya kazi na Mungu, Mpende Mungu na Mungu atasababisha mambo yote kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya mema yani, yani mambo yote yawe mema kwa ajili yako ili uweze kulitimiza kusudi. Basi moja ni share hapo kwa leo. Ninaomba kama bado ujasubscribe, leo ikawa basi siku wewe kwenda kusubscribe kushare kulike and comment. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana, tutakutana tena wakati mwingine.